Naam, ni umaskini ambao unapelekea wengi kuishi maisha yanayodunisha hadhi yao kwa kiwango cha wao kutafuta sehemu yoyote kulala. Je, wajua katika jiji hili unaweza kupata sehemu ya kulala kwa shilingi thelathini kwa usiku mmoja? Bila shaka ni swala nyeti na ni swala ambalo nililogundua katika pilika pilika -pilka zangu za ziara za usiku. Ni watu maskini peke yake ambao wanajipata katika hali hii? giza linapoingia na ndio hawa kuhangaikia maisha mchana, wakitafuta riziki usiku, inakuwa ni balaa. Katika jiji hili la Nairobi utawaona kina yahe wakiwa kwenye maeneo yao ya kazi nyakati za mchana, wakionekana tu kama watu wa kawaida, lakini usijue kuwa asilimia kubwa ya watu hawa wanalala kwenye maeneo ya kudunisha hadhi yao kabisa. Katika pilkapilka pilka za mimi kutaka kujua iwapo wa Kenya wanalala maeneo ambayo yanakubalika niligundua kuwa asilimia ishirini hivi ya watu ambao wanafanya kazi za chini kama wenye kusukuma mikokoteni na kadhalika hulala wapi? Viungani mwa jiji hili kuna vyumba ambavyo vinakodeshwa kwa shilingi thelathini kwa usiku mmoja. Ndiyo hali niliyokutana nayo usiku huu ambapo tulizuru eneo hili. Nilikutana na bwana huyu kwa jina Kasioki. Mfukoni alikuwa amesalia na shilingi thelathini pekee ya kulipia malazi yake katika eneo hilo, ambapo wake na waume wamechanganyika. zaiji naweza kukaukiwa mia mbili kwa siku analangapa analipa nyumba shilingi thelathini. Kasioki alikuwa na mke pamoja na mtoto lakini umaskini mwingi ulivunja ndoa yake na sasa amesalia mlala hoi na mkosa hata nyumba nikipata. kazi hata na nanisaitiwe na nyumba akukaa, naweza kurutiana na, kurutia na bibi yangu, ama kama hataki niende huko nyumbani, nio vitu mingine ndio bibi alitoka juu ya sita. Kesho yake tunarauka kukutana na Kasioki akianza kazi yake. Hebu tizama, matandikio yake ni magunia ambayo anakunja akitumai kurudi eneo hili kulala usiku wa leo kazi yake ni ya mkokoteni. Hana chochote mfukoni kama anavyosimulia. Hatazamii chochote siku hii tulipokuwa naye. Unapanga aje leo? Yani ile mtu upanga siku yake au umepanga aje siku yako? Nikubanga tu kungoja kazi. Mm -hmm. Yeah. Una kitu una pesa yote? Sina. Mm -hmm. So utaenda je kula breakfast aje? Unapanga hiyo? Wengine ningoja mtu mwingine ndio nipate akuni kesho. Kasioki hayuko peke yake kwenye lindi hili la kulala. Eneo hili linalolipwa shilingi thelathini kwa usiku, nilikutana na Mama Rosso ambaye Ndirangu. Maisha ya mama huyu ni ya kuhuzunisha. Hapendi kulala eneo hili, lakini fedha anazoweza kujikimu nazo kulala usiku ni shilingi thelathini. Nilikuja hapa ikiwa shilingi ishirini. Sasa paka sasa nikaanza kulipa thelathini. Sasa wakati mimi nimekaa hapa, sina kazi na kazi yangu sifichi, mimi naendaga usiku. Hafichi kazi anayoifanya, anauza mwili wake angalau asilale wa nje. Anasema kuwa wateja wake wanamlipa hata shilingi mia moja, fedha ambazo kwake ni tosha kugharamia eneo la kulala, chakula na kadhalika. Najitafutiaga riski na sina pesa, sina makao isipokuwa ni hapa na hata hivyo, hata dakika hii sina kitu, hata sina tanduru na sijalipa. Sasa nilikuwa mimi niende nijitafutie riski yangu, ili nipate mapato ya chakula na ya nyumba. Na isitoshe mimi ni mgonjwa, niko na TB, na sasa hiyo TB bado natibiwa. Sasa natembea tu kishida shida juu sina nyuma wala mbele. Kina yae hawa ni miongoni mwa wale ambao wanajiona wakiwa na bahati kuu kulala eneo au angalau eneo ambalo wanaweza kujistiri usiku, linalo wagharimu shilingi thelathini kwa usiku. Wameishi hapa kati ya mwaka mmoja hadi miwili. Hawajui kesho kutakucha vipi, lakini angalau leo wanachojua ni kuwa maisha ni tabu kuu kwao. Anne Ngugi, makala ya maisha taabu, KTN leo.